zangu wananchi wa kata Lupata, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Stefania Roberti Mwakibibi, lakini ndiye diwani wa kata hii ya Lupata. Kata ya Lupata iko katika halmashauri ya Busokelo, iko kusini mwa halmashauri ya Busokelo kutoka kata ya mwisho kabisa ambayo ni kata ya Ntaba, hii ya Lupata ni ya pili. Kata hii ina vijiji vitano na vitongoji 22. Awali ya yote nianze na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama tawala taifa, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi ambayo ameendelea kuifanya. Lakini pia ni mshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu, naye si mwingine ni Atupele Fredi Mwakibete, mbunge wa jimbo la Busokelo. Nimpongeze sana kwa shughuli nyingi ambazo ameendelea kuzifanya ndani ya jimbo hili, lakini ndani ya kata yetu. Ndugu zangu, kama nilivyosema kwamba hii kata ina vijiji vitano lakini hivi navyozungumza, ndani ya miaka minne, kama sio mitano, kwa sababu watano ndio mwezi wa kwanza ndo tunaanza, lakini sana sana kazi iliyofanyika ndani ya miaka minne, niwaambie kwamba hakuna kijiji ambacho hakijagusa mradi mpaka sasa hivi. Hakuna kijiji ambacho hakijagusa mradi e, nikianza na kijiji cha Ntapesi Nianze na sekta ya afya kwa sababu afya, bila afya hakuna kitakachoendelea kwa sekta ya afya, kile kijiji cha Ntapisi kulikuwa hamna zahanati kabisa kabisa toka hii nchi ipate uhuru, zahanati ilikuwa hamna. Kwa wananchi wale kufuata huduma ilipo alikanyaga mwendo mrefu sana kutoka Ntapisi mpaka Lupata ni kilomita nyingi kama sikosei nane saba hivi, lakini hivi inavyozungumza zanati Ntapisi imesimama imekamilika, inatoa huduma. Hii yote ni kazi ya mama, mheshimiwa rais pamoja na mheshimiwa mbunge. Uh, nikienda upande wa elimu, nianze na elimu msingi. Mimi naingia tu madarakani nimefanikiwa kupata madarasa manne shule ya msingi pale na matundu ya vyoo saba. Ni elfu mbili na ishirini na moja na ishirini na mbili lakini haitoshi. Elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne tumepata fedha milioni mia tano themanini na tatu kwa ajili ya ujenzi wa sekondari mpya inaitwa Leki Itamba ni shule moja matata sana, ni shule ya viwango. Sasa hivi madarasa yote yamekamilika, ile shule ina kila kitu, maabara nani, yani kila kitu. Watoto wanajifunza pale kupitia vitendo, kwayo ni shule ya mfano. Nirudie kuwapongeza sana viongozi wangu kwa maana mheshimiwa rais, mheshimiwa mbunge kwa kazi ngumu ambayo wameifanya katika kile kijiji. Sijahama Ntapesi, niende sekta ya maji. Wote ni mashahidi wangu, wanapata ndio. Wale Ntapesi walikuwa hawana maji kabisa, kulikuwa na bwawa. Kuna bwawa moja linaitwa Itamba, kwao waliyatumia maji yale kwa matumizi yote, hata kunywa humo humo. Cha ajabu, ng'ombe wanakunywa huko huko, binadamu nguo anafulia huko humo humo, lakini kunywa humo humo. Kwao ilikuwa changamoto sana sana, lakini namshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na mbunge wametupa mradi wa maji ambao umetumia kama sikosea, milioni thelathini na kitu. Mradi umekamilika, wananchi wanapata maji vizuri kabisa, ndugu zangu, wanarupata. Hiyo ni historia fupi ya Ntapesi, lakini nikija Buibuka, Buibuka kama watangulia kusema, sekta ya afya Buibuka nao walikuwa na changamoto, changamoto kubwa sana upande wa afya ko toka hii nchi inapata uhuru, ile huduma ya afya ilikuwa haipo kabisa Bwibuka ko walikuwa wali nafuata kutoka Bwibuka, wengine waenda Mpanda, wengine Lupata. Ni parefu kwa kweli, lakini utafanyaje? Utavumilia hivyo hivyo, koo walikwenda kutibiwa mbali kabisa. Niwashukuru wananchi chini ya mwenyekiti wao John Mwambapo, mwenyekiti wa kijiji akawa ameanza utaratibu wa kuanzisha ujenzi wa zahanati, wakajenga kufikia hatua ya rinta, walijichanga changa, wakabahatika kuuza na mlima mmoja hivi, wakauza kwa shilingi milioni ishirini na nane, ikawasukuma mpaka akapaua. Lakini serikali haikutuacha ikaleta shilingi milioni hamsini kwa ajili ya umaliziaji kwao, nayo zahanati ile inafanya kazi, imekamilika, ili adha ya wananchi kufuata huduma mbali kwao kwa sasa hivi imekwisha kabisa kabisa. Hii yote ni juhudi ya mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu Atupele Fredy Mwakibete. Nikija kijiji cha Nsoso, yaani kusema ukweli, changamoto ya zahanati katika kata hii ilikuwa kubwa, yaani katika, yani katika vijiji vitano ni vijiji viwili tu ambavyo vilipatikana kwa na zahanati ilikuwa Lupata na Mpando kao napo, Nzoso kulikuwa na changamoto kubwa sana ya huduma hiyo, lakini mama amepambana, mbunga amepambana, imekuja hela hapa karibu milioni 47. Imetusaidia, zahanati imejengwa, imekamilika, sasa hivi inatoa huduma hapa. Kwa hiyo swala la, la, la huduma ya afya kusema ukweli katika kata hii sina shida. Pengine tunachokifikiria sasa hivi ni kutafuta eneo la kujenga kituo cha afya, ndo, ndo mpango wetu hasa. Lakini upande wa zahanati, kila kitu, kila kijiji kimejenga zahanati, kijiji cha Nsoso hiki hiki. Miundombinu ya elimu tumebahatika sasa hivi kupewa milioni sabini na laki moja kwa ajili ya madarasa mawili pamoja na matundu sita ya vyoo kwa ajili ya watoto awa awali na la kwanza. Uh, atuo tuliofikia sasa hivi tunamalizia malizia kwao, kwa bado asilimia ndogo sana kukamilisha hayo majengo. Kama sio mwaka kama sio mwezi huu, basi tarehe ya kwanza kabisa ya mwezi wa pili hayo majengo yanakamilika na vyoo vinakamilika watoto wanakwenda kuvitumia. Uh, upande wa miundombinu ya barabara ndugu zangu wana Lupata nyewe ni mashahidi, na kila mmoja anajaribu kupita hapo. Kuna kivuko kimoja kutoka shule ya msingi Bujesi kuelekea Nzalendo na kitongoji cha Bujesi kule chini, hapa katikati kuna mto umepita, unaitwa mto Itupi pale. Ule mto ni mkubwa, kulikuwa na changamoto nyingi ya namna ya wananchi kuvuka pale pamoja na wanafunzi, sema tusaidia Mungu, lakini tungekuwa tumepoteza hata wanafunzi pale. Ni nguvu ya Mungu tu namna na alivyokuwa anawalinda. Kwa muda mrefu sana tumelalamika, ile daraja ikawa ni ngumu kusema kweli. Lakini toka nimeingia madarakani, mimi pamoja na mheshimiwa mbunge na rais nimelia, nimepambana, hatimaye serikali imenisikia kilio changu au imesikia kilio cha daraja limejengwa. Liko vizuri kapi, kabisa kupitia a wenzetu wa TARURA, po pale panapitika, hakuna shida tena. E, nikienda elimu ya sekondari Mzalendo pale. mimi na sekondari mbili ile wazazi alipata ni ya tatu Mzalendo sekondari pale, mimi nimshukuru sana mheshimiwa rais. 22 na 23 tunapata madarasa mawili na ofisi moja ya uviko kwa shilingi milioni 40. Hivi ninavyoongea, y ya madarasa yamekamilika, ya wanafunzi wanaendelea wanayatumia, lakini tulikuwa na ujenzi wa vyoo. Hii ni 2023 na 24 tulikuwa na ujenzi wa vyoo matundu ishirini na mbili lakini serikali imetusaidia milioni ishirini na mbili kwa ajili ya kukamilishaji. Pia mbunge amechangia kupitia mfuko wake wa jimbo, amechangia shilingi milioni nne na laki tatu kwa vyo. Sasa hivi tulikuwa na changamoto kubwa sana pale shule ya sekondari ya vyo, yaani hali ilikuwa mbaya mno, lakini sasa hivi ninavyoongea vyo vimekamilika wanafunzi wanaendelea kuvitumia. Kwa hiyo changamoto ya vyoo si baada ya miaka mingapi. Kusema ukweli, hilo pengo tumeliziba asilimia mia. Tupata tupata tumepata mradi wa ukarabati madarasa manne na ofisi mbili, tulipata jumla ya shilingi milioni tisini. Ukipita pale kama mwananchi, naamini umeona kwa macho yako yale madarasa ni ya mfano, yanapendeza. Hii yote ni juhudi hawa viongozi wetu. Lakini pia tumepata mradi mwingine, tuna bweni la watoto wenye utaji maalum. Wengi mliopita pale na wengine mmeshiriki kujenga pale, mmeona ni jengo la mfano la kisasa, wengine mliobahatika kuangalia kwa ndani. Hebu so nikienda miundo mbinu ya, ya barabara na kibarabara kimoja kimeanzia kona hapo Ipoma, kimeshuka kwenda kuunganisha na Itete kwa mzee wa Sakyungu pale, na hapo kulikuwa na changamoto nyingi sana. Kulikuwa na changamoto kubwa ya kivuko. Mimi naingia madarakani na kwenda kuomba kura kwa wananchi, ilikuwa jambo moja la kuniuliza kwamba tukikupa ridhaa hii, lile daraja utalijenga. Na mimi nikasema nitapambana, nimepambana kweli kwa kushirikiana na Mheshimiwa Iwani mwenzangu akata Itete wa ndege, kile kidaraja tulikijenga, wananchi wanaendelea kukitumia. Kwa hiyo changamoto upande wa kile kivuko haipo. Uh, nikienda kijiji cha Mpanda ambacho ndio cha mwisho ndugu zangu wana Lupata, popote mnaponisikiliza, Mpanda tulibahatika kupewa shilingi milioni ishirini na tano kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mawili, moja darasa wanaso, wanatumia awali lakini lingine ni darasa la saba. Ni madarasa yamekamilika, madarasa mazuri ee. Kijiji cha Mpanda pia wamebahatika toka nimeingia madarakani mimi. Vitongoji ambavyo vimebahatika kuashiwa umeme ni kitongoji cha Kabula na kitongoji cha Mpombo Kabula hawa kwa muda mrefu sana wamelia, wamelia mno kuhusiana na umeme, japo na vitongoji vingine vinalia, lakini Kabula ilizidi, kwa sababu ule mradi kwa mara kwanza kabisa ulipita pale, lakini sijui ikawaje, waliacha tunguzo, wakautelekeza waka ule mradi njiani. Hatimaye serikali imenisikia au TANESCO wamenielewa, tunawashiwa umeme pale. Mpombo kadhalika ni hivyo hivyo kwa ndugu zangu, wamebatika vitongoji viwili kupata ule umeme.